ni kwa wakati mwingine tena, ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wetu. Mwenyezi Mungu ameturuzuku uhai, tunakutana hapa katika chaneli yetu hii pendwa kabisa kwa lengo la kuendelea kuhabarishana habari pamoja na matukio mbalimbali yaliyojiri na yanayoendelea kujiri hapa ndani lakini pia na nje ya mipaka ya taifa letu pendwa kabisa la Tanzania. Muda huu mezani, tunayo habari inayohusu askari aliyefariki siku moja baada ya Tundu Antipas Lissu, mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, kukamatwa, jinsi ambavyo kifo cha askari huyo kilivyozua gumzo. Kwa nini nasema kifo cha askari huyo wa jeshi la polisi nchini Siku moja baada ya Lissu kukamatwa kimezua gumzo ni kwa sababu watu walio wengi walipokea taarifa ya kifo cha askari huyo katika mitazamo hasi na sio chanya. Kifo cha askari huyo kilizua gumzo sana katika mtandao wa X Twitter kwenye upande wa maoni Watu walipata nafasi ya kutoa maoni yao huku kila mmoja akizungumza la kwake. Wengine waliponda, wengine walisikitika, wengine walimwombea askari huyo apumzike kwa amani na wengine walikashifu, wakisahau kwamba suala la kifo haliepukiki na kwamba ipo siku nasi tutakufa, haijalishi wewe ni nani, unaishije hapa duniani, una mabavu kiasi gani, lakini kufa kuko pale pale. Hivyo pamoja na yote, tuendelee kumwomba Mwenyezi Mungu atupatie mwisho mwema. Kufuatia vifo vya maaskari, watu wengi wamekuwa wakionesha kufurahishwa. Sasa basi, moja kwa moja, bila kupoteza wakati, hebu twende tukatazame kwa undani kuhusu habari hii ya askari huyu aliyefariki siku moja baada ya Lissu kukamatwa, eh, kifo chake kilivyozua gumzo ilikuwa siku ya Alhamis mwezi huu wa nne tarehe kumi na mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na tano. Hii ni siku moja tu baada ya Tundu Antipas Lissu, mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, alipokamatwa, ambapo yeye alikamatwa siku ya tarehe tisa eh, Jumatano ya mwezi huu wa nne na mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na tano. Taarifa ya Alhamis April kumi mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na tano ilisema Mkuu wa operesheni jeshi la polisi Mtwara afariki dunia. Mtwara. Mkuu wa operesheni jeshi la polisi mkoa wa Mtwara, Emmanuel Garuya Moshi amefariki dunia siku ya Aprili 9 mwaka huu wa 2025, akipatiwa matibabu katika hospitali ya misheni Ndanda. Taarifa za kifo chake zilitolewa siku ya Aprili 10 mwaka huu wa 2025 na mkuu wa jeshi la polisi Camilius Wambura katika kurasa za mitandao ya kijamii ya jeshi hilo. Mkuu wa jeshi la polisi IGP Camilius Wambura alisikitika kutangaza kifo cha kamishna msaidizi wa polisi ACP, Emmanuel Christian Gari ya Moshi, mkuu wa operesheni mkoa wa Mtwara, kilichotokea April 9, mwaka huu wa 2025, saa tano asubuhi katika hospitali ya misheni Ndanda wilaya ya Masasi alikokuwa akipatiwa matibabu, imeeleza taarifa hiyo. Kabla ya kupangiwa kazi mkoani Mtwara, ACP Garia Moshi aliwahi kuwa operesheni ofisa wa polisi mkoa wa Shinyanga na pia Alitumikia kama mkuu wa polisi wilaya OCD ya Kishapu mkoani Shinyanga. Taarifa hiyo ilieleza kuwa taratibu na ratiba ya mazishi zitatolewa baadaye. Hivi ndivyo ambavyo taarifa ya kifo cha askari huyo ilikuwa na taarifa ya kifo chake ilitolewa siku moja baada ya Lissu kukamatwa na kuzua gumzo sana kwenye upande wa maoni. Ninaomba nikukumbushe japo kidogo tu kuhusu sakata la Tundu Antipas Lissu, mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, kuanzia kukamatwa kwake hadi kushtakiwa na kinachoendelea sasa ni takriban siku tano zimepita tangu Tundu Antiphas Lissu akamatwe na kufikishwa mahakamani na kisha kushtakiwa, ambapo itakumbukwa kwamba mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Taifa, Tundu Antiphas Lissu, jioni ya Alhamis April 10 mwaka huu wa 2025, alifikishwa kwenye mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam na kusomewa mashtaka mawili tofauti ya jinai yaliyosikilizwa na mahakimu wawili tofauti. Shtaka la kwanza ni la uhaini alilotenda kinyume na kifungu cha 36 kifungu kidogo cha pili cha kanuni ya adhabu, ambapo inaelezwa kuwa mnamo Aprili 3 mwaka huu wa 2025, akiwa ndani ya jiji la Dar es Salaam, Tundulisu alitoa kauli, alitoa kauli inayochochea umma kuzuia uchaguzi na kutishia serikali ya Tanzania. Akisoma shtaka hilo mahakamani hapo, wakili mwandamizi wa serikali na Soroga Tuga alinukuu miongoni mwa kauli hizo kuwa ni pamoja na ile aliyosema, msimamo huu wa no reforms no election unaashiria uasi. Ni kweli kwa sababu tunasema tutazuia uchaguzi, tunaenda kukinukisha. Hata hivyo, mtuhumiwa hakutakiwa kujibu chochote kwa kuwa mahakama hiyo haina mamlaka ya kusikiliza shauri hilo kwani mahakama kuu ndiyo yenye mamlaka hayo, na kwa sasa jamhuri haijakamilisha upelelezi shauri hilo. Sasa liliahirishwa hadi Aprili 24 mwaka huu wa 2025 saa tano asubuhi litakapotajwa tena mahakamani hapo. Wakati huo mtuhumiwa ataendelea kusota rumande, kwani shtaka linalomkabili halina dhamana. Baada ya kukamilika kwa shtaka la awali, ndipo shtaka la pili lenye makosa matatu likasomwa mahakamani hapo nalo ni kuchapisha taarifa za uongo YouTube, April 3 mwaka huu wa 2025 kwa lengo la kupotosha umma. Kosa la kwanza, imeelezwa mahakamani hapo na wakili mwandamizi wa serikali Nassor Gatuga kuwa mtuhumiwa alisema wagombea wa upinzani katika uchaguzi wa serikali za mitaa wa mwaka 2024 walienguliwa kwa maelekezo ya rais. Kosa la pili imeelezwa kuwa mtuhumiwa alituhumu jeshi la polisi kwa kudai kuwa maafisa wake, yaani askari, wanatumika kuiba kura wakiwa na vibegi, na kosa la tatu ni kupotosha umma kwa kile ambacho mtuhumiwa alieleza kuwa majaji ni ma CCM, hawawezi kutenda haki. Hata hivyo, mtuhumiwa alikana makosa yote matatu kwa kuieleza mahakama kuwa kosa la kwanza sio kweli, kosa la pili halijawahi kuwa kosa na sio kweli, na kosa la tatu sio kosa la jinai na sio kweli. Jamhuri imeieleza mahakama kuwa upelelezi wa shauri hilo la pili lenye makosa matatu umekamilika, hivyo kuiomba mahakama tarehe rasmi ya usikilizwaji wa awali ili wazi, waziwasilishe shauri hilo la pili lenye makosa matatu. Dhamana ilikuwa iko wazi na mtuhumiwa alidhaminiwa na mtu mmoja aliyejitambulisha kuwa ni shemeji yake, ambapo ilishuhudiwa mahakamani hapo mdhamini huyo akiwasilisha vyambata vinavyohitajika kukidhi matakwa ya dhamana, na kilichosalia ambacho alipaswa kuwasilisha siku za usoni haraka iwezekanavyo ni barua kutoka serikali ya mtaa. Kwa kuwa upelelezi wa shauri hilo umekamilika mahakama ilipanga kuanza kusikiliza ifikapo Aprili 24 mwaka huu wa 2025. Hata hivyo, Lissu hakuachiwa huru kwa kuwa kosa la kwanza, uhaini, linalomkabili halina dhamana. Mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wetu, hivi ndivyo ambavyo tunakusogezea habari hii kuhusiana na kifo cha askari ambaye ni mkuu wa operesheni jeshi la polisi Mtwara, aliyefariki dunia siku moja